Hei, kama unaamini kwamba unaweza kutumia kompyuta yako au kifaa chako bila ya mtu mwingine kuweza kujua unachokifanya basi ningeomba ufikirie tena juu ya hilo. Katika video hii tutazungumzia kuhusu spyware, aina hatari ya malware ambayo ina uwezo wa kuweza kupeleleza kila hatua unayochukua kwenye mtandao bila wewe mwenyewe mtumiaji kuweza kujua kama unapelelezwa. Na spyware inakusanya taarifa zako za kibinafsi, lakini vile vile shughuli zako ambazo unazifanya mtandaoni, lakini pia hata maelezo ya kifedha ambayo utakuwa unayofanya ukiwa na kifaa chako. So tazama video hii mpaka mwisho ili kuweza kujua jinsi spyware inavyofanya kazi, mifano halisi ya spyware na jinsi ya kuweza kujilinda na aina hii ya malware. So, tuanze kwa kuangalia spyware ni nini. Spyware ni aina ya malware iliyoundwa ili kukusanya taarifa zako za kibinafsi bila wewe kujua. Tofauti na virus ama trojans, spyware siku zote haijulikani kwa mtumiaji hadi itakapokuwa na madhara makubwa. Yaani, tayari inakuwemo ndani ya kifaa cha mtumiaji bila ya yule mtumiaji wa kifaa hicho kuweza kutambua hadi pale madhara yatakapokuwa yamekuwa makubwa. Imekuwa inaficha na kujificha kwenye mfumo wako yani, operating system ambao unatumia na inafanya kazi zake kimya kimya. So spyware inaweza kutuma taarifa zako kwa halifu mtandaoni, na kuweza kufanya hivyo, kuweza kutumia mbinu kama vile kuweza kufuatilia shughuli zako kwenye mitandao, keylogging. Tutaenda kuona keylogging ni nini muda si mrefu, na kuweza kufuatilia desturi zako za ununuzi. Mfano wa maisha halisi, kuna mtumiaji ambaye anatumia kifaa fulani kuweza kufanya malipo mtandaoni, lakini sasa spyware unakuta inakusanya taarifa za malipo hayo kwa siri na kuweza kumtumia yule mshambuliaji, yule hackers ambaye ameandaa aina hii ya malware tayari anakuwa na uwezo wa kupata zile information mbalimbali mbali ambazo yule mtu ambaye alikuwa anafanya ya manunuzi mtandaoni na kulipia tayari amevifanya katika kifaa chake. So hiyo ndio spyware kwa fupi, just ni aina ya, ya program hatari iliyoundwa kwa lengo la kuweza kupeleleza mtumiaji bila idhini yake. Spyware imekuwa ikijificha kwenye mfumo wa kompyuta yani operating system ama kifaa cha mtumiaji na kuweza kukusanya taarifa nyeti, mfano nywila, password hizo ambazo umekuwa ukizitumia ambazo ni siri zako lakini pia shughuli za mtandao, vitu vyote wanavyovifanya mtandaoni basi tayari wana uwezo wa kuvijua na maelezo ya kifedha, kisha kuweza kuzituma taarifa hizo kwa mshambuliaji ama mtengenezaji wa programu hiyo. So labda tuweze kuangalia, baada ya kuona spyware ni nini, tuangalie sifa kuu za spyware. Spyware inafanya kazi kimyakimya, miongoni mwa sifa mojawapo ambayo iko nayo tayari na kuwemo katika kifaa cha mtumiaji bila ya mtumiaji kuweza kutambua. Na vile vile ina sifa ya kukusanya data nyeti, mfano kama hizo password, e, taarifa za kibenki, ambazo ni siri za mtumiaji. Lakini pia inaweza kufuatilia shughuli za mtumiaji na kujua vitu wanavyovifanya katika kifaa chake. Lakini pia huweza kusambazwa na program halali ni miongoni mwa sifa za spyware. Una download program ambayo ni halali na unaona ipo salama, lakini tayari ndani yake kuna spyware. So tuone jinsi spyware inavyofanya kazi, okay? Spyware kwanza inapata kuweza kufikia katika kifaa cha mtumiaji. Mtumiaji kwa njia mbalimbali inaweza kuingia katika kifaa cha mtumiaji kwa kupitia barua pepe yani emails ambazo ni zina udanganyifu, mfano zina viambatanisho attachment za file mbalimbali ama links ambazo ni za uongo. Kwa hiyo spyware anawezekana akaingia kwa kupitia njia hiyo, lakini pia kupitia program za bure ambazo zimeambatanishwa na spyware, na vile vile kupitia vikwazo vya usalama katika operating system ya mtumiaji, I mean katika hiyo device yake lakini pia kupitia tovuti ambazo hazipo salama zenye kutoa virus na spyware kwa kutumia drive kwa kudownload. Okay. So unatakiwa uwe makini sana katika vitu hivyo, lakini mara tu spyware inapokuwa katika kifaa chako inaweza kufanya mambo kama haya yafuatayo ambayo nitakutajia hapa. Kwanza, kuweza kufuatilia shughuli zako mtandaoni Spyware inaweza kukusanya taarifa kuhusu tovuti ambazo unazitembelea, website ambazo umekuwa ukiingiliana nazo, bidhaa unazonunua na wakati unapotumia program fulani. Vile vile key logging, ambapo spyware ina uwezo wa kuandika kila key ambayo utaibonyeza katika kibodi yako, ikiwa ni pamoja na password zako na taarifa za kifedha. Umeingia katika akaunti yako ya kibenki ukiwa katika site mfano ya benki na unaingiza information zako za kibenki pale, ukijua hakuna mtu anayekuona wala hakuna mtu ambaye ataweza kuzipata information unazojaza hapo, ambao ni siri zako. Lakini tayari huku keyboard ina hifadhi kila key ambayo utakuwa una click katika keyboard yako, tunaita key logging. Vile vile kupitia cookies za ufuatiliaji, spyware inaweza kufuatilia utumiaji wa mtandao kwa kutumia cookies. Utakuja kuongelea kuhusiana na cookies siku moja na kuweza kuielewa ni nini kwa undani, na kuweza kukusanya taarifa zako binafsi. So vile vile kuweza kupiga picha za screen, spyware inaweza kuweza kuchukua picha za screen za kifaa chako na kuzituma kwa mshambuliaji yule, hackers ama yule ambaye ameandaa hiyo spyware kwa lengo fulani, kwa ina uwezo wa kuchukua screen, na kuweza kupeleka kule. So hivyo ndivyo ambavyo jinsi spyware inafanya kazi. Tuangalie mifano halisi ya spyware ambayo iliweza kuweza kujitokeza kwa kiwango kikubwa na kuleta madhara makubwa, tukianza na keyloggers. Tumeongelea kuhusu keylogging. Keyloggers kazi yake kubwa ni hiyo, inachukua e, zile key ambazo utakuwa una click katika kibodi yako katika zile sehemu ambazo utakuwa unajaza information ambazo ni za siri na nyeti ambazo hazitakiwi kupatikana na mtu mwingine, itakuwa ina hifadhi. Lakini vile vile kuna cool web search ambayo ina hii ya malware ya miaka ya elfu mbili na mbili huko ilijulikana kwa kuweza kuchukua udhibiti wa kivinjari cha mtandao cha mtumiaji na kuweza kutuma barua pepe za udanganyifu kwa watumiaji, yani tayari mimi nina uwezo wa kuicontrol E, device yako na kuanza kutuma email kwa watumiaji wengine kwa kupitia kifaa chako. Iliweza pia kuiba data binafsi na kuweza kuingilia katika shughuli za mtumiaji mtandaoni. Ukiachilia na cool web search, kuna FinSpy, ama tunasema Fireball, 2017 hiyo iliweza kujitokeza, ni spyware hatari iliyohusishwa na kampuni za kibiashara za China iliweza kufuatilia shughuli za mtandaoni na kuweza kuiba data za kifedha za mtumiaji. So hii ni mifano ambayo iliwahi kujitokeza ya e, eh, spyware katika miaka tofauti. Lakini tuangalie jinsi spyware inavyofanya kazi kwa ufupi baada ya kuangalia kule juu. Eh, hatua ya kuweza kusambazwa, hatua ya kuweza kujificha, hatua ya kuweza kukusanya data. Kuna hatua tatu hizo ambapo, kwa mara ya kwanza tumesema inakuwepo katika program fulani spyware, kwa hiyo haitoingia katika kifaa cha mtumiaji mpaka atakapofanya kitu fulani, mfano atakapo download program ambayo tayari ina spyware. Kwa hiyo hiyo ni hatua ya kusambazwa. Namna gani ambayo spyware inasambazwa ni kwa kupitia hiyo, mfano nakuta program ambazo zipo salama, lakini kumbe ndani yake kuna spyware, lakini vile vile eh, kwa kupitia vyambatanisho attachment kupitia barua pepe na zile ambazo tumeziongelea hapo juu, hatua inofata ni kuweza kujificha. Tayari umeshaichukua program fulani na spyware imo huko ndani imejificha, na wewe mtumiaji haufahamu kama umechukua program ambayo sio salama, kuna spyware ndani yake. So moja kwa moja tayari inakuwemo ndani ya operating system yako ama kwenye hiyo program, na kuweza kuanza kuchunguza na kutekeleza shambulio ambalo linahitaji kutekeleza. Hatua ya mwisho na ya tatu ni ya kuweza kukusanya data. Tayari inaanza kufanya kazi yake ambayo imeagizwa, kama ni kukusanya data na kumpelekea yule mshambuliaji haka na kuweza kutumia hizo data ambazo anazihitaji yeye na kujua pale pa kuzitumia. So kiachilia hizo hatua wa tatu, wache tuangalie madhara ama athari za spyware. Spyware inaweza kuwa na madhara makubwa sana miongoni mwa madhara hayo ni kuweza kuibiwa taarifa zako binafsi. So spyware inaweza kuiba password zako, akaunti zako za benki, lakini hata taarifa zako za kifedha. Vile vile spyware inakuwa na ufuatiliaji, yaani inakufuatilia. Spyware inaweza kufuatilia kila unachofanya mtandaoni, ikiwa ni pamoja na tabia zako za ununuzi na shughuli zako kwenye mtandao ya kijamii na pia kushusha utendaji wa kifaa chako spyware. Inaweza kusababisha kifaa chako kufanya kazi polepole pole, makuta kompyuta yako ama simu yako inakuwa slow sana, kwa sababu spyware inatumia rasilimali e, nyingi katika kifaa chako. Lakini pia kuweza kuficha na kufanya kazi kwa siri spyware. Inafanya kazi kwa siri na mara nyingi inakuwa vigumu kuweza kugundua hadi itakapokuwa na madhara makubwa na ya mwisho katika video hii, ijapo zipo nyingine nyingi ambazo sikuzitaja leo, ni kuweza kueneza na kuleta tishio la virus. Spyware inaweza kufungua milango kwa virus na programu nyingine hatari kuweza kuingia katika kifaa chako. So, hayo ni madhara ama athari za spyware ambazo zinaweza zikamkuta mtumiaji ambaye anashambuliwa na aina hii ya malware. So, tuangalie sasa njia za kujikinga na spyware. Tumeshaangalia spyware ni nini, madhara yake, sasa vipi utaweza kujikinga? Kwanza kabisa, usifungue barua pepe za udanganyifu, usiwe mtu wa kufungua vyambatanisho vya, yani zile attachment ambazo zinakuja na barua pepe kutoka kwa watu usio wafahamu. Unakuta unatumiwa emails ambao ndani yake kuna links ambayo inakuambia ufanye kitu fulani, utakapoklik ile links tayari unajiweka katika wakati mgumu, na unaweza kukutana na spyware. Lakini pia epuka kupakua kudownload program kutoka tovuti ambazo zisizoaminika. Hii ni moja ya njia kuu za kuzuia spyware kuweza kuingia kwenye kifaa chako. Hakikisha unapo download program zako ume download katika sehemu salama na sehemu yenye kuaminika. Lakini pia tumia program ya antivirus za kisasa ama tunasema kinga virusi. Hakikisha kuwa unatumia antivirus inayoweza kugundua na kuondoa spyware. Si hivyo tu, tumia firewall. Firewall iwe on, inaweza ikasaidia kuweza kuzuia spyware kuweza kuingia kwenye kifaa chako. Na vile vile update operating system yako, mfumo ambao unaotumia wa uendeshaji katika kifaa chako. Hakikisha kuwa mfumo wako wa uendeshaji uko updated ili kuweza kuzuia hatari zinazohusiana na spyware. Na ya mwisho katika video hii ni epuka kuweza kutumia tovuti zisizosalama unapokuwa mtandaoni, epuka sana tovuti zisizoaminika. E, inaweza ikapunguza hatari ya wewe kuweza kudownload spyware na kuingiza katika kifaa chako. So hizo ni njia za kuweza kujikinga. Kama kuna nyingine ambao unaifahamu, share na sisi katika sehemu ya comment ili tuweze kufaidika pamoja. So kwa nini spyware ni hatari? Tumesema na tumeoneshana spyware ni hatari kwa sababu inaweza kuingilia faraha ya mtumiaji bila idhini, kuweza kusababisha hasara kubwa za kifedha na kimaadili, kusababisha uharibifu wa sifa, ikiwa data nyeti itaweza kuvuja. So, hiyo ndio spyware, aina ya malware ambayo ni sehemu ya zile aina ambazo tumezipita huko nyuma, na tayari kuna nyingine ambayo tutakuja kuipitia katika video ambayo inafata. So spyware tumeona inavyofanya kazi na madhara yake makubwa. Na kama umewahi kuathiriwa na spyware au umeweza kupata matatizo katika kifaa chako, shiana sisi ilikuwaje na vipi ambavyo umeweza kutatua Tuambie katika sehemu ya maoni hapo chini. Ikiwa unapenda kujua zaidi kuhusu usalama mtandaoni na jinsi ya kuweza kujilinda dhidi ya malware, basi hakikisha unasubscribe YouTube channel yetu na usikose video ambazo zitafuata baadaye. So asante kwa kuweza kutazama video hii mwanzo hadi mwisho. Tukutane katika video ijayo, tutakuja kuangalia aina nyingine ya malware ambayo inakwenda kwa jina la adware. Asante sana, asante.